Majina anaitwa John Sirati ni mkurugenzi mtendaji mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Bukoba. Leo tumetembelea mradi wetu wa Rwakajunju ulioko wilayani Karagwe. Tumekuta, tumetembelea saiti zote, maendeleo ya mradi yuko vizuri kama ambavyo unaonekana, na ulazaji wa bomba kuu hadi Kayanga tumebakiza kilomita mbili Uh, ili kukamilisha kazi nzima ya ulazaji wa bomba. Kwa hiyo tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uh, kwa ajili ya kutupatia mradi huu sisi wana Kayanga. Na tunashukuru Wizara yetu ya Maji kwa usimamizi mzuri wa mradi. Uh, wakandarasi na kwenye huu mradi hawana changamoto ya kifedha kitu ambacho tunashukuru kwamba kwa sababu pesa ipo, mradi utakamilika kwa wakati na kwa ahadi ya mkandarasi, mpaka kufikia mwezi wa kumi mradi utakuwa umekamilika, na watu wa Kayanga wataanza kupata maji ya kutokea hapa Ziwa Rwakajunju. Kwa hiyo tuna imani kwamba mkandarasi yuko saiti na anaendelea vizuri, hana changamoto yoyote. Kwa hiyo hiyo ndio uh, maendeleo ya mradi mpaka sasa hivi. Idadi ya wanufaika katika mradi huu ni wananchi wapatao laki tatu uh, katika eneo uh, uh, Kayanga Umurushaka, lakini hata bomba kuu litakapokuwa kupita huko njiani bado kuna wale wanufaika wa njiani vile vile na wao wataendelea kunufaika. Mradi una gharama ya bilioni 64 hela ya Kitanzania. Ukiangalia ni hela kubwa sana hiyo na mradi wenyewe ni mkubwa. Kwa hiyo tunaendelea kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nashukuru Wizara ya Maji kwa usimamizi mzuri kabisa katika hii miradi ya miji ishirini na nane. Tunapoongelea miji 28, sio Karagwe, sio maana ya Kagera peke yake, ni Tanzania nzima mpaka Zanzibar. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni kwa kiwango gani mama anafanya kazi kubwa kwenye hii uh, kauli mbiu ya kumtua mwana mama ndo kichwani. itapita bomba kuu nikuwa ni kukaa tayari tu kwa ajili ya kupata huduma ya maji safi na salama. Aa, Kayanga maji yamekuepo lakini sio ya uhakika sana. Kayanga tunatumia visima sasa, ndio maana tunaishukuru Wizara ya Maji, tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano kuona kwamba Rwakajunju na wao sasa ni muda wa kupata maji yenye uhakika salama na yenye kujitosheleza kabisa.